ni katika kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Morogoro cha kujadili maendeleo ya kata kwa robo ya tatu ya mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano pamoja na hoja mbalimbali zilizojadiliwa, baadhi ya madiwani wameibua hoja kwa meneja wa wakala ya usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa kuhusu utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji wa Morong'anya kwenye thamani ya shilingi bilioni ishirini na tatu kuli mradi wa Morong'anya ambao unatingatiwa kutekeleza vijiji ishirini na nne thamani ya fedha bilioni 23. Mpaka leo tunaona ukarabati ukarabati ukarabati, suala la msingi ni bado haujakamilika. Mradi huo ambao unatarajiwa kunufaisha vijiji ishirini na nne umeelezwa kuwa katika hali ya ukarabati usiokoma, huku huduma ya maji ikiwa bado ni kitendawili katika maeneo mengi yaliyolengwa kupitiwa na mradi huo. Tayari serikali imeshalipa bilioni 17.5. Katika bilioni ishirini na tatu takriban imebaki bilioni tano, lakini taarifa zinaonyesha kazi zimesimama. Lakini cha kusikitisha zaidi, inaonyesha mradi umeshatekelezwa kwa asilimia themanini wakati vijiji vyote ambavyo vimepitwa na mradi huu, tukiangalia hakuna kijiji hata kimoja kupatikana maji kwa uhakika. Meneja wa Ruwasa anaweza kunieleza hizi asilimia themanini wamezipata kutokana na nini? lakini pia atakuwa tayari kuzunguka na sisi madiwani ambao tunapitiwa na huo mradi wa Morong'anya, akatuulishe vitu ambacho natudibu, lakini huoni dalili yoyote yoyote ya kuonyesha haya maji tutayapata kupitia sehemu gani? Hakuna njia yoyote inayoonyesha hata haya kidogo yanayopatikana eneo la Mkuyuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilikuwa ni changamoto. Tunawashukuru ndugu zetu Waislamu pale hospitali ya kituo cha afya Mkuuni wakaja kutusaidia kuweka tanki. Baada ya jambo, nataka kujua. Kwa hindi, kwa akizungumza na Mwananchi Digital nje ya ukumbi wa kikao Kaimu meneja wa Ruwasa Shack Kimbwereza amesema mradi huo umeanza kutekelezwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ukipangwa kukamilika mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Tayari kiasi cha ja shilingi bilioni kumi na saba nukta tano kimelipwa kwa mkandarasi. Mradi huo upo asilimia themanini ya utekelezaji wake. Mradi mkataba wake ulikuwa ni mwaka mmoja ambao utekelezaji wake ulianza mwaka umeanza mwaka 2022 ulikuwa ukamilike mwaka 2023. Kwa hiyo changamoto zilizopelekea ni hiyo mvua kunyesha na muda mrefu mkandarasi kusimama, lakini pia baadhi ya maeneo wananchi kuchelewa kutoa vibali vya ja kuruhusu miundombinu ya maji iweze kupita kwenye maeneo yao. Baada ya majadiliano ya muda mrefu ikawa wameshakubali. Mradi unaendelea. Kwa hiyo tunategemea sasa hivi mradi umefikia asilimia themanini. Mradi ukikamilika ni takriban wananchi elfu hamsini na mbili watapata huduma ya maji safi na salama. Baada ya mvua kupungua, mkandarasi amerudi saiti ili aweze kukamilisha kazi zilizobaki na tunatarajia mpaka mwezi wa saba mwishoni, mkandarasi atakuwa amekamilisha zile kazi na huduma ya maji itakuwa inapatikana. Akihitimisha kikao hicho cha baraza, mwenyekiti wa halmashauri hiyo, Lucas Lemomo amemwagiza meneja huyo wa Ruwasa kushirikiana na meneja wa mkoa kumuita mkandarasi anayetekeleza mradi huo kuhakikisha anakamilisha kazi iliyobaki kwa haraka, akisisitiza kuwa hakuna sababu ya kusimama huku fedha kubwa ikiwa tayari imeshalipwa. Hakuna sababu ya yeye kusimama kwa kazi ambayo ni bilioni 23, ameshalipwa bilioni 17 plus, anadai bilioni 5 plus, ni vile tu amalizia sasa shilingi zilizobakia, huku akiendelea kudai ili wananchi wapate huduma kwa wakati, naenda kuomba kura wakati muda sio mrefu kujaa, hmm? Sasa kama tunaenda kuomba kura za wabunge, Mheshimiwa Rais, madiwani, alafu unaali shimeshianashari asilimia themanini ya pesa kidogo, changamoto ni vizuri akamalize hiyo miradi, serikali akaendelea kuidie, ameshalipa ni makubwa sana, mebakia hata ni chini ya robo. Kwa sasa hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama katika vijiji 149 vya halmashauri hiyo ni asilimia 57 pekee. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.